Ni mwendelezo wa kampeni za Chama cha Ukombozi wa Umma cha umma leo, ambapo mgombea urais kupitia chama hicho Salum Mwalimu ameanza ziara yake katika mkoa wa Morogoro, ambapo akiwa katika jimbo la Mlimba ameahidi kuwekeza katika kilimo ili kupunguza mfumuko wa bei ya sukari. Leo sukari mnadua shilingi ngapi? Sukari kilo moja shilingi ngapi? Elfu ndio, sindio? Tanzania ambayo leo kuna kiwanda cha sukari Kilombero Tanzania Morogoro, tuna viwanda viwili vya sukari, lakini sukari kilo shilingi elfu nne. Jiulize tu. Ndio maana tunasema tutalima. Leo tuna uwezo, mashamba ya kulima miwa yapo, vibarua kwenye mashamba wapo, viwanda vya sukari vipo, lakini hatulimi, hatuzalishi miwa, sukari inazalishwa chache, hatimaye inakuwa chache sokoni, bei inakuwa kubwa. Mimi nachagua kilimo. Tutapeleka matrilioni ya shilingi kwenye kilimo. Nitaurudishia heshima mkoa wa Morogoro kuwa mkoa wa viwanda. Tutarudisha heshima ya, ya mkoa wa Morogoro sera yangu ya viwanda. Mkoa wa Morogoro jiandaleni kula neema ya sera yangu ya viwanda, kwa sababu moja ya mikoa ya kimkakati ni mkoa wa Morogoro. Tutajenga viwanda Morogoro. Katika hatua nyingine, mgombea raisi kupitia chauma Salumu Mwalimu, ameahidi kuwekeza katika miundombinu bora ya barabara ili kurahisisha usafirishaji wa bidhaa pamoja na mazao ya wakulima. Kupanga ni kuchagua. Sera yangu ya miundombinu ya barabara. Barabara zinazopaswa kujengwa kwanza kupewa kipaumbele ni zile zinazokwenda kwenye maeneo ya uzalishaji kama Kilombero na Mlimba. Lami itakayokuja Mlimba. Lami itakayokuja Mlimba itasaidia kusafirisha mazao kwenda viwandani yatapunguza gharama ya mazao. Barabara ikiwa nzima, tutasafirisha mazao yetu kwa bei rahisi. Hiti tutapeleka Ifakara, tutauza kwa bei ya juu, tutarudi na simenti na mabati, tujenge nyumba na bodaboda, kumpa kijana aendeshe hapo, utajiri wake wow. Susan Kiwanga, tarehe ishirini na tisa naenda kapiga kura ya ukombozi, kukomboa michango, kukomboa barabara, kukomboa maji, kukomboa kila aina ya balaa. Uongo kweli? Kutoka hapa mkoani Morogoro, katika jimbo la Mlimba, mimi ni Marcel Lazaro na hii ni Clouds TV.